Udia, oh yes. Ama unapanga kufaa? Absolutely. uko tayari? Oh yes, twende kazi. Sizikwi nayo. Ya yes, hello. Ya. Yeah. Habari leo mami? Nzuri. Ni nzuri hapa no ndani ya Radio Maisha tupo ndani, Sizikwi nayo. Okay. Ulitutumia SMS ukasema ungependa leo ufunguke. Eh. Zamu yako hii mami, tuambie kuna nini? <laughs> Ilikuwa na boyfriend wangu. Ulikuwa na boyfriend. E, ni e. 2003. Eh, ni hapo nyuma tu kitambo tu 2003. Eh. So, ulikuwa na miaka mingapi wakati huo? Ara sikumbuki. Ah! <laughs> Lakini sasa hivi eh, eh, niko na kama 42. Oh, kwa <laughs> hivyo maybe ulikuwa in your ulikuwa 19. Eh. Upo. Eh. -huh. Eh, sasa <laughs> so, nika nikapata tukakuwa na yeye nikapata ujauzito wake tuo so Okay. Mm, alafu akaikata. Sasa, ah, akakata aka mimba. Ni, E, akakataa sana, nikafanya kutoa hiyo mimba ikiwa five months. Oh, ukabot? E, nikabot. Na wakati una wakati unaavya mimba, mami, wazazi wako walikuwa najua uko na ujauzito? Sa mzazi wangu hata ndiye alikuwa sana kuchangia hiyo hiyo, oh, kunifukuza toka enda nini vitu kama hizo. So frustration saan... kwamba boyfriend amekataa mimba, mm -hmm. na wazazi pia, mm. wanakutoa nyumbani so ukaamua kuavya e, mimba? E, nikaamua tu kwa hiyo mimi nikatoa. <laughs> Ay, saa, mtu mwenye, yani huwa hatuna laumu mzazi naonanga yani mama angu tuniye alichangia tu kabisa. Ulikuwa na expect labda atakusupport ule mtoto e, nilikuwa naona anaweza niweka. mm. yeah. ni ni, ni, ni zae, lakini nikaona hata ananifukuza sijui mara nini ananitupia nguo nje na, na, na, na boyfriend alikuwa amekataa. Sasa na ulipoa vya mimba, uh, mzazi wako reaction yake ilikuwa ni gani? mm. hakuna hata kitu yenye alisema. Na ulirudi nyumbani? Nilirudi tu. Mjukuu yuko wapi? Hata e, hajawahi ujia <laughs> hata akwai mpaka leo hajakuuliza <atena>. Ulimwaga <laughs> ulitoa, ulifanyaje? Hata ulifanyaje? Hata okay, nikaangaika pigo, lakini huwa tu ninaona tu yani mzazi ndiye alichangia kwa sababu najua ni vizuri tu hata mtu akikataa, yani, n mm. angenieka lakini kaona tu sasa ni alichangia. So baada ya kuavya mimba ukarudi tena ujana wako kitu gani kilifuatia? Nikapatana na mwanaume nikaolewa. hey, ulipata mwanaume ukaolewa mwaka gani sasa? Sasa sasa nikarudi kuolewa two six two six. Ukaolewa? <laughs> <Yes>. <laughs> Eh. Uh -huh. Alafu, nikakaa na huyo, nikakaa tu na huyo jamaa nikapata mtoto wangu mwingine. Mungu akakua tu mwema, akanibariki nikapata ujauzito, nikazaa. Yeah. Eh, mtoto mwingine msichana. Nikarudi 2010 nikazaa kijana 20. yeah. 2017 nikazaa boy tena. hey, yani that boy. Unasema ulikuwa unafululiza. Eh. Una, una download. Una revenge. <laughs> Sikufululiza, ilikuwa <laughs> hivyo. Unaona hapa, niliachia chance kwa. Yeah. Kutoka yeah. 2010 nikarudi kupata 2017 yeah. Uh -huh. Yes, yes. E, alafu tena ndio nikapata 2021 kasichana ka kwa fo. Ulipata watoto wanne. Eh, wa wow, wa vijana na, nice. Na uma na ume ambayo uliolewa naye eh, ye eh, ye ana, anakupenda. Uh, alikuwa anakupenda mapenzi ya ukweli, hapa anatukua tu yani atukuishi vizuri, ilikuwa ile, unavumilia unavumilia Ah, lakini ulikuwa bado unamzalia una, una, ulikuwa unatumaini kwamba ndo itakuwa itakuwa sawa, e, itakuwa sawa. Okay. Na wakuwahi jua kwamba kabla mkutani awali uliavya mimba pia? Sijui kama anajua, lakini we hujawahi mwambia? Sikuwahi mwambia. All right, mami endelea, so mm. kitu gani kimetokea sasa hivi mami? Nikarudi e, so, kuachana na huyo baba ya watoto wanne, ukaachana na bwanako E, tukaachana, yaani ile unashindwa unasema awachenichane kajitafutie. Na mliachana kila mtu akakubali, kila mtu aende njia yake, ama mliachana? e, tuliachana kila mtu alikubali. uh -huh. Wazazi wa wazazi wa pande zote mbili pia waliridhia kwamba ndoa ivunjike? e, wa, e, waliridhika wali, saa tuliachana hivyo mm -hmm. Eh, saa ile nilikuja tena nikakutana na huyu huyu mwenye nilitoa nyumba yake ah mpaka lini? Nikarudi kukutana, tumerudi kukutana naye mwaka gani? Tumekutana tena, mtu alikuruka mchana mimba yako peupe, mimba yake, wewe ukarudi tena kwa u jamaa Mm. Sasa amekuwa mbabas. Tuka, tumekuanga tu lakini mlikuta mwanze mlikutania wapi? Ay, ma tulikutana tu. Wapi? Wapi? <laughs> Mta. Mtani. Eh. Mm. Saa wee hapo ni kama the na yeye ni kabuda. Eh ee e, sasa pia ee akakuwa ati ikakuwa mimi nime, niliachana na bwanangu, na yeye alikuwa ameachana pia na bibi yake. Oh, kila mtu ame separate. Eh, mm. Mm. Eh sasa tuko hivyo. Mkakumbuka TBT. Eh sasa tukarudiana sasa tuseni ya hivyo ndio hivyo ndio iko. Mkarudiana. Mm. Yaani ilianzaje <mulis> hii conversation mpaka ikafika mahali mkasema basi turudiana. This nah, guy caused you so much pain. Mm. Alikuwa tena ujauzito mpaka ah, akakufanya ukakosana na mzazi. Yeah. Mm, hivyo tu. Eh? Mami. How mm hivyo -hmm. tu mm. Wakati ulimuona for the first time. Kitu gani mm. kili, kilikuwa kwenye akili yako? Hata ka hiyo tu ni hiyo siku tulipatana tu ikakua, tu ukakuatu unakwanga eh e, hey, e, hey, e, mkasoma e, katiba siku hiyo hiyo hapana k, hey. Hey, so, ni ile tu alibaki na namba yangu. Oh, mka exchange numbers. Numbers, hey. Hmm, mkaanza kutuma emoji yeah, na mkarudiana hmm, mpaka sasa hivi mmeoana eh. Hey, tuko na yeye, hebu kwanza nikuulize Mm. Ile conversation ya kwamba alikuacha na ujauzito, yeah. Hiyo ndio kitu hata nashangaa tu kwa hii haikufanyika. Hamkuizungumzie yule mtoto mlipoteza na his contribution, you know, to breaking up the relationship. So, wala wala hakukuuliza kwamba ulizaa eh, ama ulifanyaje eh, ama yule mtoto yuko wapi wapi? Anajua, anataka tu nilitoa. Oh, anajua. Anajua. So huyu jamaa mkaoana, mmeoana? Come we stay. Mmeoana, wazazi wote wanajua? Mmerudiana, wazazi hawajajua isipokuwa tu dadangu ndi anajua. so, mko come we stay sahii? Sa tunaishingi tunaye, lakini saa tena niko na, na ujauzito yake na watoto. Watoto wako wapi? Mm, watoto wangu niko nao. So unaishi na huyu mtu na watoto wako, na hata familia haijui Watoto watoto wangu mm. Okay, watoto wangu wako shule. Oh, wako shule wanagharamiwa shule. wana, na baba wakifunga yao so wakifunga, mm. yeah, wakifunga shule wanaenda wanaenda wapi? wanaenda kwa baba ama wanakuja kwako? wanakuja wanakuja tu kwangu. Sasa umewaeleza kwa sababu gani? Uko um, mm, okay. Na huyu mwanaume mpya labda chama tu ndio nilieleza, first born ni mkubwa. Na huyu baba huyu mwanaume ambaye umerudia naye wa ex, amewapokea vipi hao watoto? mm. Hajakataa. Amewapokea eh? Mm. Tu vizuri kama watoto wake e, tu. Mlirudi mwaka, mlirudiana mwaka jana jana na tayari uko mjamzito? Mzito, mm. Wow. Sasa mami, mm. Mm. kati ya huyu ex wako ambaye umerudiana naye na yule mwanaume ambaye umezaa naye watoto wanne nani ambaye feeling zako huwa ziko sana kwake? Huyu huyu ex ako tu sawa kiasi Ako sawa eh, eh, eh. Sawa kivipi? Upande gani? Labda gani labda. Oh, oh, eh. Eh. Mm, mm. So, ama ilitokea tu, ilitokea tu. Mm. Unajutia mm. labda kupata ujauzito, na huyu jamaa kabla hujatulia ama you are just okay. Niko tu yaani, sawa si, mm. ile niko tu sawa tu nayo yeah. lakini ni ile na kama hadi narudi kusema ah, nikizaa, ni tu nitaenda tena niende tu nikae na watoto wangu, sitaki kuishi na mtu. Unataka kuzaa nau tena uachana na huyu mwanaume? Yani ninaona tu mm, naweza kaa tu na watoto wangu tu yani nikae tu single mami. Kama huyu mwanaume unasema kwamba ako supportive na amepokea hmm. watoto wako kama watoto wake Mm. Sababu gani na kufanya you feel like ukisha zaa uh, ujitoe kwenye haya mahusiano? Umwachane tena t ninaona yaani, familia yake unajua sasa watoto wangu wangali, aa naona familia yake maybe inaweza ataleta maneno tu, okay. Familia gani? Fam the, the parents ama? The extended mm. family? Ya kina mwanaume tu wao ki. um, hawaja awa kupokea vizuri Yeah, hiyo sio sana unajua, ni ile amekaa ni kama kuficha ficha, oh, ana ficha. Mm. haja ee, kuweka wazi kwamba you are the woman of his life yaani, ni ile atakangi hao watu wajue niko na watoto ficha, watoto anaficha ficha. Hataki watu wajue mm, kama una watoto e. Na unajua sasa, kuficha watoto watoto wako wezi tena, ficha si wa vizuri, mama watoto, mama. Sasa hiyo ndio kitu ina stress. Na yeye eh, hujawahi mwambia kwamba ukishajifungua unatoka? Sijamwambia na ikitokea kwamba yule mke wake ambaye alitoka wabao waliachana naye anarudi, uko tayari kwa mke wa pili katika ndoa hii? Hapana au uko tayari? Na siko tayari, ni kuondoka tu. Sasa akirudi Mili, na akirudi, akirudi, mbubes akirudi mbubes, na, na wewe unaondoka. Sijui kama huyo mwanamke anapanga ati anaweza rudi hapo, siwezi jua lakini hata e, arudi akose kurudi yeah. Ni, ni tuwa, mi ni ile nasema tu ah, mi siwezi penda sasa kukaa na mtu ule mwenye anataka mkue siri nini, ataki the family wajue uko na watoto. So hapa shida ni kwamba mm, this guy anakuficha mm. na hapo ndo penye uko e, na hofu, niko na hofu, alafu tena hofu nyingine ni ile yani naona saa watoto wangu wanaweza kaa na nani sasa, ni faida gani watoto waangaike, mm, na wewe mama yao huko Eh, so ndani ya Sizikwi nayo swali so, lako ni utoke uende ukawalee watoto wako kiwa single mother mm. ama ubake, eh, katu, ama ushurutishe huyu mwanaume akutambulishe kwa wazazi wake. Hiyo nayo hawezi hawezi hawezi. Amenitambulisha I ametambulisha kwa wazazi lakini lamewaficha niko na hmm. eh, wow. so ukiuliza sababu ya kuficha wanao wanasema mm. ni gani, asemangi kitu. Na yeye ana watoto E, ako na. Kwa hivyo yeye aingie kwa mahusiano akiwa na watoto mm. lakini wewe wako ufiche sio? e, sasa so ni ile yaani, atakangi familia yake. So ndani ya sizikwi nayo, mami, ungependa labda tukushauri vipi, ama ungependa vipi leo? Ah, ningependa tu wenzangu, we, we, we, we, we, we, we kama wanaweza tu nishauri niendelee kukaa na yeye mm. uh, ama niondoke okay, kwa sababu sijui kama ile, ile mtoto wa kwanza ile mwenye nilitoa naweza yeah, ni affect nikienda kuzaa, unafeel mtoto anaweza ku haunt, yaani naona anaweza ni affect nikizaa ashinda. Sasa mwingine alitupwa na mwingine anazaliwa mami, hmm. uh, umefika sehemu salama. Kwa hivyo endelea kutegea Sizikwi nayo, bila shaka msikilizaji atakushauri na pia sisi tutatoa maoni yetu, lakini kikubwa ni kwamba by the end of the day maamuzi hmm. ya mwisho utayafanya wewe kulingana na hali unavyoona na matamanio yako ya maisha ya baadaye. Sawa sawa, mami, sawa, asante, wish you all the best, na pia kumbatia maombi Sizikwi Nayo, Nzula Makosi na Wiklif Okumu watakusaidia kufungua roho, usizikwe nayo.